Na, mtazamaji, karibu kwenye studio zetu. Kama ilivyo ada, tumeingia katika sehemu ya ukumbi, na kama unavyoona wageni wetu washafika hapa studioni e, na nataka niwakaribishe, maanake leo mada yetu ni muhimu, ina umuhimu kwako wewe kama mtazamaji, maanake tunazungumzia utajiri na ufukara ambao umekita mizizi hapa nchini e, ikidaiwa kwa sasa hivi ripoti ambazo zimetolewa na shirika la Oxfam na vilevile vile KHRC kuzungumzia tu matajiri walioko hapa nchini Kenya wakiwa bado idadi yao ni ndogo. Wa Kenya ambao wanaendelea kuwa maskini idadi yao inaongezeka, kwa nini Tatizo hilo liko hapa nchini uh. Tunaye Keno Nyango ambaye ni mwenyekiti chama cha waendeshaji bodaboda hapa jijini Nairobi. Karibu sana katika studio zetu. Tuko naye dada yetu Anet Nerima, meneja wa programu KHRC. Eh, karibu sana katika studio zetu pia. Tuko na dada yetu Roda Kinya ambaye yuko katika sekta ya jua kali. Karibu. Asante. Na hatimaye tuko naye uh, Rogers Kidia ambaye ni uh, afisa <coughs> katika shirika la Oxfam Kenya, shirika ambalo hivi majuzi tulitoa eh, ripoti eh, kuhusiana na jinsi eh, hali ya umaskini inazidi kuongezeka eh, na hali ya wale ambao eh, wanaishi katika hali nzuri kwa utajiri na kadhalika, ikiwa idadi yao ambao wanamiliki mabilioni, nafikiri kwa sasa hivi ni 125 tu hapa nchini. Ni ripoti ya mwaka huu 2025. Nafikiri, nafikiri vyema tuanzie kwa Kerojas. mm-hmm. Eh, kama shirika um, munalinganisha vipi umaskini na utajiri, tuanzie hapo. Asante Nimrod. No, kweli kuna tabu <laughs> <laughs> Uh, nitaeleza kwa ufupi tu kufafanua no, tofauti kati ya umaskini ama ufukara na uh, kutosawiana ama venye tunaita inequality kwa Kiswahili no. Uh, sasa kwa umaskini uh, venye venye sisi huwa tunasema ni hali ya kukosa mahitaji ya msingi, kama kukosa chakula, kukosa mavazi, makao na hali kadhalika. Na kipimo cha umaskini huwa uh, tunatumia uh, mstari wa umaskini. Mstari huo wa umaskini uh, katika ripoti hii tumeangazia kwa shilingi 130 kwa siku, kama mtu anapata Uh, shilingi 130 ama chini yake, uh, anazingatiwa kuwa uh, kwenye ufukara ama umaskini No. Katika ripoti yetu uh, matokeo kubwa ya kwamba uh, asilimia 46 wa Kenya leo hii wana kipato chini ya shilingi 130 kwa siku No. uh, kisha kwa ule uh, upande mwingine wa kutosawiana ama inequality hiyo ni kwa Kiswahili tunasema ni tofauti kubwa isiyo ya haki uh, katika kupata kwa uh, rasilimali uh, usa fursa ama opportunity ama utajiri usio na haki, so utapata watu wengine wako na uh, rasilimali utajiri kwa kiwango ambacho akieleweki, uh, na kipimo cha kutosawiana katika nchini uh, inaitwa kwa kimombo jini coefficient ambao uko na continuum kutoka uh, sufuri hadi moja. Na sufuri ni wakati ambapo kuna usawa kamili, kila mtu ako na usawa nchini, ama hapana, kisha moja uh, ni kutosawiana ama kukosa kwa usawa kabisa. uh, katika uh, kiwango cha Kenya kwa sasa tuko na nukta 44 tano katika kutosawiana na uh, matokeo makuu ambayo tumepata kwa ripoti yetu ni kwamba venye umesema kwa uwazi kwa ni kwamba kuna Wakenya 125 ambao wako na kiwango cha utajiri ama rasilimali inaopita milioni uh, 43 ya Wakenya wengine. Sasa inaonyesha kwamba kuna hiyo utofauti kubwa sana, na tunawezaona hiyo kwa kwa, kwa mfano, ukizunguka Nairobi utaona uh, makao kama ya watu ambao wako Karen utaona kuna watu wa Kibera. Ukienda kula Loresho utaona kuna watu wanaishi katika uh, mikao kama ya vitongoji duni vya Kawangware. U, ukienda Mudhaiga unaona Madhare, so kuna hiyo tofauti kubwa, na shida ambayo tunasema kwamba katika hii ripoti ni kwamba utofauti hii inazidi kukua kubwa nchini. <coughs> Ndio nataka na Nerima achangie hapo <coughs> um, kwa sababu tunapozungumzia utajiri kwa wale ambao wanazo utajiri unaendelea kuwafata kwa sababu wanawekeza eh, katika sehemu ambazo pengine wana, wanafaidi zaidi au pia wanatumia uh, uwezo nguvu zao wenyewe kujifaidi zaidi, lakini utakuta kwamba zaidi pia wanamkandamiza yule ambaye anaishi katika hali ya uchochole, kutopata fursa sawia na zao, kutopata huduma sawia na zao. Eh, inakuwaje namna hiyo mpaka sasa hivi tunazungumzia kiwango kikubwa eh, cha nafasi kati ya wale ambao ni matajiri na wale ambao ni maskini. Asante Nimrod kwa hii fursa <coughs> Uh, tukiona kile ambacho kinachangia zaidi ni ile mikakati ambayo inawekwa na serikali. Sisi wote tunaelewa ya kwamba utengenezaji wa bajeti humu nchini unafaa uwe kwa manufaa ya mwananchi wa kawaida uh, ili uweze kumfaa yule aliye chini lakini tunaona ya kwamba zile structures za um, ambazo mipangilio na pia utekelezaji wa bajeti ni zile ambazo zinamfaa mwananchi wa kawaida. Ndiposa tunaona ya kwamba katika ripoti zetu, tunaona ya kwamba pesa, pesa nyingi zitaenda katika kulipa madeni na pia pesa nyingi zitaenda katika kulipa mishahara. Hiyo yote ikifanyika, kwa mfano uh, wakati huu tunapozungumzia asilimia 68 inamfaa, inaenda katika kulipa madeni 42 inaenda katika kulipa mishahara hiyo inamaanisha nini? Kwa mfano wacha uh, kila mwezi unafaa ulipe zile kodi. Eh, kodi na mambo kama hayo, lakini kabla hujaanza kulipa kodi, kabla hujanunua madawa, kabla haujalipia haujalipia mtoto wako karo, tunaona ya kwamba yule anayekudai anataka asilimia sitini na nane uh, uko na uh, kodi, uko na zile bills kwa mfano ujalipa stima, ujalipa maji ambayo inakuhitaji ulipe uh, asilimia arobaini na mbili kwa hivyo tunazungumzia um, asilimia mia moja na kumi hujanunua mkate hujafanya chochote, na hiyo ndio shida ambayo tuko nayo na tunaona ya kwamba zile mikakati ambazo zimewekwa na serikali zinazidi ku, kuweza ku, kuifanya ile ukosefu wa usawa upate kuwa hata kwa juu zaidi. Nitakupatia tu kwa mfano ulipoona ile finance bill ya mwaka wa um, 2024 mm -hmm. na pia 2023. Uh, ni sehemu ambazo mwananchi wa kawaida anategemea kama ulipaji ushuru katika kununua mkate uh, uh, mafuta. Hapo ndipo uh, serikali ilikuwa inaangazia sana kutoa ushuru, na yule ambaye ameandikwa kazi. So haya yote yakifanyika, yule mwananchi ambaye tunaona ya kwamba ana pesa nyingi, kwa mfano uh, ukiangalia, wale wenye wana uwezo wa kununua ndege, hawa wanaachiwa wasipate kulipa ushuru, kile ambacho hicho kinafanya inazidisha kile kiwango ambacho um, kinaleta ukosefu wa usawa. So tutasema ya kwamba zile structures zetu katika utengenezaji wa bajeti ndizo ambazo zinamfaidi yule anazo kuliko yule ambaye hana, ambaye ni mwananchi wa kawaida. Naam. Um, Ken nije kwako kwa, kabla hatujazungumzia mtu wa chini e, tuzungumzie kama ili kushangaza mwaka 2024, wakati Nerima anapozungumzia swala hili la e, ghasia tulizoshuhudia kutokana na mswada wa fedha mwaka 2024 2025, rais alichukua ili mlazimu, maana alilazimishwa na kizazi cha Gen Z hmm, eh, kuvunjilia mbali baraza lake la mawaziri ili kushangaza kwamba baadhi yao wakati walipowapishwa mara ya kwanza walipokula kiapo ama walipokuwa wanafanyiwa, wanapigwa msasa, kuna baadhi walitaja kwamba wana milioni kadhaa toka wakifanya biashara, toka wamekuwa vijana mpaka wamefika umri ambapo wame, wame, wamepewa nafasi kuwa mawaziri. Ili kushangaza kwamba mwaka mmoja baadaye, baada ya kuwa mamlakani, au mmoja na nusu, kwamba baadhi walikuwa wamepata mamilioni zaidi katika muda huo mfupi tu. Ili kushangaza, ili washangaza Wakenya. Uh, asante sana Nimrod eh, mimi kwanza kabisa nadhani, um, si kitu linishangaza ni kwa sababu the norm ambayo imekuwa kwa hii nchi ni kwamba eh, wakati mwingine maskini asipochunga atazidi kuwa maskini zaidi na tajiri anatajirika zaidi, kwa sababu nakumbuka kulikuwa na waziri mmoja sitamtaja hapa, lakini baadaye akaenda akakuwa governor, na wakati alikuwa nafanyiwa uchunguzi wakati ule alikuwa na mtu ambaye eh, ni proxy yake ambaye alikuwa amesajili zaidi ya kampuni eh, zaidi ya kampuni karibu 40 ambayo ye mwenyewe ukimtafuta moja kwa moja utampata utampata utampata, ukimtafuta hata useme, huyu anakuambia wapi tafuta, na utampata. Kwa hivyo hata anapoingia serikali anasema, mimi utajiri wangu ni milioni 100, baada eh, eh, ya miaka mbili ukute utajiri yake imeenda karibu mara sita ya ile alitangaza wakati ule. Ee, ukifuata pengine kwa njia moja ama nyingine, bado hiyo pesa utakuta iko kwake, lakini yeye ndiye anamiliki ile kampuni na ile kupitia kwa watu wengine. Na hiyo ndio ile eh, nafasi ambayo unakuta watu wengi sana ambao wako katika kadri ya chini, yani ile maisha ya chini, wengi hawawezi kufanya hiyo, hawezi kufikia hiyo opportunity. Ndio tunaita eh, wengine ukisikia kwa serikali wanasema network yako iko chini sasa hiyo network mimi nadhani ni hiyo ya kusema e, mimi niko na yule ananisaidia hapa, na e, ile barabara ikiwa inajengwa mimi kabla hata baada baada ya zile tenders kuwekwa tayari mimi niko na mtu pale ambaye atapatiana hiyo hiyo nafasi, kumaanisha utajiri unaendelea kuenda kwa laini moja na wale ambao ni maskini kidogo, e, naona kama e, na, nafasi yao inakuwa ngumu kupata hiyo opportunity na ndiposa Nimrod uta, uta, utaona juzi kulikuwa na vita kubwa sana eh, kati ya serikali kuu na serikali za kaunti, wakati walikuwa wanataka kubadilisha namna ya vile zabuni zitakuwa zinapatikana kwa ile njia ya kawaida, rais akakuja na mbinu mbadala na ikakuwa kuna kelele nyingi sana. Na hiyo kelele kujaribu kuangalia unakuta pengine watu wengi ambao wamefaidika na the old system wanapiga hiyo kelele, kwa sababu pengine kwa njia moja ama nyingine yule mtu ambaye pengine yuko kule eh, Mombasa ama mwenye akuturikana angepatiwa very equal opportunity, na hiyo ndio tunaongea hapa wenzangu wakisema uh, the inequality levels inakuwa, vijana wanaambiwa, kama kuna wakati vijana waliambiwa kwa serikali ya Mwai Kibaki watapata 35% e, wao ndio wata kwa everything inafanyika pale, 35% ya vijana lakini ukichunguza bado vijana wapati hizo kuna watu ambao ni miaka yao imepita ujana lakini wanatumia kijana anapewa kitu kidogo na anambua, kwa kuchunguza unakuta kweli, hii kampuni ni ya mtu, mtu, mtu mlemavu lakini si mlemavu anafaidika, bado tu ni yeye tu, lakini ule mlemavu akipewa elfu mia baada ya faidi, faida kupatikana ya mamilioni ya pesa yeye anaona kama amesaidika, lakini anasahau ya kwamba kwa upande mwingine kuna mtu amefaidika kwa njia kubwa zaidi. So hiyo ndio mahali shida nadhani tuko naye. Kwa nchi hii inafaa ikuwe iende polepole, ikifanya nini, ikibadilishwa, na nadhani ujasiri ambayo pia iko na huyu huyo rais ambaye tuko naye kwa sababu pia unajua Waswahili, so anasema mgala muwe lakini haki yake mpe. Kuna mahali ambapo naona kidogo kidogo vijana pia wanaendelea kupata nafasi kwa sababu ya creation of networks zingine within government, kwa, kwa mfano wale vijana wengi ambao kwa saizi wanapata ajira kupitia mambo za online. E, ni, ni, si, si nafasi kubwa lakini, unaona ni afadhali kuliko kukaa tu bure kule ukiwa unangojea nafasi ya kazi. Juzi tu tumemaliza hii recruitment ambayo imekuwa ikiendelea ya maafisa aidha ni wajeshi ama ni wa polisi. Nimrod, last time tukiwa nawe hapa, nilikuwa nimeshangaza watu wa kwamba oo, ile kiwango ya pesa inatakana kutoka kwa vijana ndio waweze kupata nafasi ni kubwa sana. Wengi wakasema hiyo si ukweli, sio nini, lakini hiyo ndio ukweli wa mambo. Sasa inakuwa ni ngumu kwa hivyo wacha vijana wafanye hiyo online na serikali ihakikisha kwamba hizi network e, e, inaingia kwa simu za vijana na waweze kufanya hizo kazi, kwa sababu hii nyingine imekuwa ni opportunity ya masharks, watu ambao wako huko, huwezi kuwaweza hata kidogo. Sawa, kila wakati unaposema hivyo, lakini kuna wengine pia wamepunjwa e, na serikali vile vile. Hmm, kuna wengine ambao wamehaidiwa mpaka leo safari za kwenda ng'ambo kupata ajira na mpaka leo hawajaondoka. kuna wengine mm -hmm. kupitia maejenti ambao wamejiita kwamba wanafanya kazi na serikali wamewapunja mm -hmm. wa, uh, vijana mm -hmm. wamedai pesa na mpaka sasa hivi mm -hmm. vijana wale hawajapata pesa hiyo yu... ni swala ambalo tutalizungumzia bila shaka. wacha nimkaribishe mm -hmm. Roda alafu pia nitampa nafasi Rogers, maanake nafikiri ana kauli eh, kinza inakinzana na kauli yako eh, bwana Ken. Roda, zamani ilikuwa ikitajwa kwamba umaskini unaandamana na watu ambao wa hawakusoma Uh -huh. Lakini si hivyo kwa sasa ama, uh -huh. maisha ya sasa kwa sababu utakuta wale watu ambao walikuwa kwenye ajira hawana ajira tena, wamerejea katika umaskini. Wengine wametoka miji mikuu wamerudi shambani, na amerudi hali ya umaskini hata kushinda yule mtu ambaye alimwacha e, miaka ya nyuma akiwa shambani, na yeye amekuja mjini kutafuta kazi. uh -huh. Kwa nini inakuwa namna hiyo? Kwa asante sana nimro no. eh Umaskini upande wangu, kama watu wa njua kali, sisi watu wa chini kabisa, nitasema hivi, hiyo jambo sioni kama itakuja kuisha nchini mwetu, manake tajiri atazidi kuwa tajiri, manake kama ni zile kandarasi, unaona zinafaa sipewe mwananchi wa kawaida hama wa chini. Tuseme pale kwa shule, kuna kandarasi ya kujenga mandawati pale shuleni, inafaa ipewe mwananchi wa kawaida, ndiye na yeye aweze kujijenga, manake tuko watu tuko na watu wa mkono, watu wengi sana, ambapo serikali inafaa iwashike mkono, iwainue. Kama ni kandarasi za shule, kama saa hii mashule inaenda kufunguliwa, kuna hiyo eh, kandarasi ya kujenga mandawati nini shuleni. Hizo kandarasi ndogo ndogo, serikali inafaa iangazie, inue yule mwananchi wa kaida, ama yule mtu wa njua kali. Lakini unapata hata hiyo kandarasi inapewa bandu matajiri. Unapata tajiri ako pale juu, lakini hataki kujionyesha pale kwa raia ya kwamba ndiye ako na ile kandarazi anatumia mtu mwingine, lakini ili hali ile pesa tu inarudi kwa ule tajiri. Kwa hivyo ukiangalia, unaona ah, ni ngumu sana ni ngumu sana. Alafu ukiangalia kama saa hii unapata kuna wengine walikuwa hapa awali, walikuwa wanafanya kazi na serikali, unapata wengine walifutwa, wengine wamerundi pale vijijini. Wanaporundi mahali pale vijijini, wanapata walipitwa mpaka na wale waliacha mahali pale. Manake wale wako pale kijijini wamesoea kasi ya jua kali. Mahali pale utapata wanalisha ng'ombe, wanalisha kuku mahali pale, wanajijenga na hiyo. Ukiangalia mtu mwenye tuseme ako hapa mjini na mwenye ako pale pale kijijini, unapata mwenye ako hapa mjini maisha imemuremea sana, amepitwa mpaka na yule aliacha pale kijijini. Kwa sababu gani? mapato anayopata hapa si ati yule mtu ana kazi ya kufanya, si ati apati mapato, mapato anayo, lakini unapata ana mahitaji mengi sana. Kama ni kondi ya nyumba, unapata yule ako nyumba ya pesa kidogo, hapa nyumba angalau yenye unaweza isi na watoto si chini ya elfu kumi na mwenye utapata ya hiyo chini ya elfu kumi labda saindi za kibira huko maisha. Yani, unapata huyo mtu anaishi ile maisha ya uchochore kabisa. Unapata ile kitu anapata, kama ni hiyo nyumba inamhitaji pesa si, restan, uh, si chini ya elfu kumi. Unapata chakula nayo bandu iko juu, kwa hivyo ile mapato anapata yote unapata aesi akajiwekea kitu manake mahitaji ni mingi kuliko ile mapato huyo mtu anayepata kwa hivyo, atakaporudi pale kijijini, unapata yule mtu aliacha pale kijijini, manake yule mtu an alipi kondi chakula, anatoa kwa shamba, maziwa yeye anakamua yeye mwenyewe, lakini huyu mtu mwenye yako mjini, hata kuenda haja hapa ni kulipa pesa, unapata huyo mtu maisha yamemkalia sana. Kwa hivyo mimi upande wangu, naona ni vizuri serikali ishikirie hao watu wa chini. Hata kama haitaweza kufika, hatutafika lebo moja sisi wote, wakiwashika mkono angalau tunaweza kufika mahali. Tushikane sisi wenyewe sababu hata maandiko inasema unaposa, unapokuwa na mali usaindie yule hana unawekeza akiba kwa mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mi naona ni vizuri tushirikiane. Rogers sijui kauli yako ni vipi? tukifululiza pale Rogers, yeah. ameachia mm -hmm. kuhusiana na katika ripoti hii zaidi mliangazia nini wakati mnapoangalia hali ya uchochole na umaskini mm -hmm. wale wanaishi miji mikuu au wale wanaishi katika uh, uh, sehemu za vijijini ama um, mitaani uh, na nazungumzia mitaani ama sehemu za county ama namna gani? mm -hmm. tulizingatia wote uh, ukiangalia katika uh, ule mstari wa umaskini uh, kwa kawaida mstari wa umaskini uh, katika urban centers no, iko juu kuliko kushinda uh, kule kijijini uh, kwa multiplier ya mbili, so utapata for instance, unaweza pata uh, ni elfu tuseme elfu mbili no, uh, kule kijijini no, uh, kisha kule mjini utapata kiwango kiko juu zaidi kwa 6000 a month so kuishi mjini ni more expensive ukikompea kuishi kule, kule kijijini no. Uh, kuna jambo tu tunapoangazia hili no, jambo la ku, kuzidi ku, kudhoofika kwa, kwa usawa nchini ambao kakango alikuwa ameisemea e, kidogo ni kwamba uh, wacha ni wasome tu wa Kenya kisha wajue nini inaendelea nchini no. Uh, tangu mwaka wa elfu mbili kumi na tano Wakenya milioni saba zaidi wameangukia katika umaskini uliokithiri mwaka 2015. Uh, katika huo huo hiyo hiyo hiyo period tulikuwa na uh, average ya economic growth ya asilimia tano, kwamba tulikuwa tunazidi kuwa matajiri nchini, lakini katika huo wakati, the same time, kulikuwa na milioni saba wa Kenya ambao waliangukia kwa uh, uh, wanakosa chakula. Katika the same time kulikuwa na 17 million Kenyans ambao walikosa chakula wali, wanaokosa chakula ama kuto, kutosha waliongezeka kwa, kwa milioni kumi na saba. Bei ya chakula ikapanda kuanzia 2 uh, elfu, elfu, mbili uh, ishirini, 2020 hadi uh, leo kumekuwa na mfumuko wa bei kwa asilimia hamsini. Uh, uh, kisha kitu ambayo sasa ina, inashangaza zaidi wa Kenya ni kwamba katika kati ya, ya 2019 and 2023 uh, ume, umeuliza kuhusu uh, mawaziri waliingia wakikuwa maybe na milioni mia moja, sahizi wako na milioni mia mbili ama mia tatu. Katika ripoti yetu tumeangazia hili jambo, tukasema kwamba kati ya uh, mwaka wa 2019 uh, hadi 2024 tuliona kwamba asilimia 60 ya utajiri mpya ulienda kwa asilimia tano ya juu, huku uh, asilimia 50 ya chini wakipata uh, 2.8% pekee. Sasa inamaanisha ya kwamba ekonomi yetu inazidi ku, kukua lakini huu ukuaji wa ekonomi inaendea kwa wale ma, ma, mabebe na matajiri Tumadeja. kisha maskini na watu wa chini wanazidi kudhoofika. Hiyo ndo maana tunaita crisis. Tunasema ya kwamba ile style na maana ambayo sisi tunadevelop saa hizi kama Wakenya is not sustainable tunazidi kufanya Wakenya kudhoofika zaidi no. Na matajiri kukua matajiri zaidi. Asante no. sana Nerema, hili ni swala ambalo si haliko Kenya peke yake. Ukiangalia bara la Afrika ni vilevile vile; ukiangalia ughaibuni ni vilevile vile. kuna kitu kinajitokeza pale moja kwa moja, aidha uwe na fursa ya kibiashara au aidha uwe na fursa ya wanasiasa, ndiposa utafaulu ama uwe katika uongozi fulani niposa utafaulu. Kwa nini inatokea hivyo kwamba mtu tu hawezi akatokea na kuinuka kuwa tajiri isipokuwa kupitia njia fulani? Kwa nini inakuwa hivyo kwa mwanadamu? Mwana, ukiangalia jinsi hali ilivyo katika ulimwengu mzima, ni ukweli hivyo ndo tunaona, lakini pia tunasema, kwa maoni yangu nitasema ni greed, ya kwamba tuko na fursa kama wakenya na pia tuko na fursa kama East Africans na pia tuko na fursa kama wananchi wa dunia ili kuweza kuweka ile mikakati ambayo ni ya sawa. Uh, tunajua wakati huu tunapozungumzia Kenya kwa mfano na machi, uh, nchi nyingi hu, uh, hapa duniani zimeweza kusign katika zile international instruments kama uh, Universal Declaration of Human Rights, uh, the International Covenant on Economic and Social Rights, the International Covenant um, on Civil and Political Rights, kuna hii Maputo Protocol, kuna Sustainable Development Goals. Hizo zote na nyinginezo zinaweza kutupatia mfumo na pia direction ambayo nchi kadha wa kadha ikiwemo Kenya inafaa kufata. Pia kuna uh, United uh, Nation, um, guiding principles on foreign uh, debt and human rights ambayo inasema ya kwamba kunafaa kukuwe na uwazi, kunafaa kukuwe na accountability, kunafaa kukuwe kwa mfano na progressive um, uh, realization ya human rights, ya kwamba us, uh, nchi isipatie ulipaji wa madeni kipaumbele na isahau mambo ya um, economic and social rights ama uh, haki za kibinadamu. Kwa hivyo kunafaa kukuwe na ile balance, lakini kile ambacho tunaona kwa mfano hapa nchini tumechukua fursa ya zile ambazo tutasema ni gaps katika um, um, uh, laws zetu ili kuweza kumdhulumu mwananchi wa kawaida, na ndio kwa sababu tunaona ya kwamba ikifika kulipa deni tunataka tuiangalie, nitatumia uh, kimombo, ile debt to GDP ratio ambayo inaangalia kule juu ya kwamba tuko na uwezo kama Kenya kulipa madeni, lakini hatuangalii katika kulipa madeni kuna mbinu um, zingine ama kuna maswala mengine ambayo yameachwa nje. Kwa mfano tunasahau ya kwamba tuko na zile eh, target katika uokotaji wa ushuru, lakini kama Kenya hatujaweza kuf, kufikia, ndio tunakuwa, lakini hatujafika kiwango kile uh, tuko na uh, kwa saizi tukiangalia um, average tunaweza kuokota ushuru wa karibu uh, trilioni mbili, lakini tukiangalia kulipa mishahara, tukiangalia kulipa deni mm -hmm. Tunaona ya kwamba ndio sheria inasema um, uh, tuweke asilimia uh, thelathini ya kulipa uh, mambo ya uh, development mm -hmm. Ama maendeleo, lakini hatuwezi kuwafikia, kwa sababu ukipiga hii hesabu ya madeni, upige hesabu ya kulipa ushuru, uh, kulipa uh, zile salaries, tunaona hatuna pesa zozote. Ndiposa nitapatiana example moja, na nilipoanza nilisema utengenezaji wa bajeti unafaa ukue kwa manufaa ya mwananchi wa kawaida, na pia tukiangalia um, uh, katiba yetu inasema ya kwamba katika uh, uh, um, Kenya is a multi-party democracy, na ya kwamba kuna zile principles under article 10 human rights, kuna equality kuna sustainable development, kuna patriotism as well. Um, hiyo yote inafaa ionekane katika mikakati ya serikali, lakini tunaona ya kwamba kwa mfano, ukiangalia um, kwa kimombo tunaita social protection programs. Tumeona wakati mingi um, uh, executive watasimama juu ya magari waseme tumetenga bilioni kumi na tano ambayo inaenda kwa wazee, tumetenga bilioni saba ambayo inaenda kwa watoto ambayo hawajiwezi, tumetenga bilioni maybe um, uh, uh, elfu mia moja um, bilioni mia saba kumi na nne ambayo inaenda katika um, wale walemavu ama watu ambao wanaishi na ulemavu, lakini tupige hii hesabu so kwa mfano katika hii ripoti tuliangalia miaka mitano, uh, ile financial year 2020 2021 na tukafikia 2024 2025. So ukiangalia katika hii miaka mitano, social protection peke yake tunaona kwa mfano, um, wale ambao serikali iliweza kuweka katika huu mpango ilipanda double 763 hadi milioni 1.3. So ukiangalia utaona ya kwamba tutasherekea kwa sababu watu wengi wamewekwa katika mpango ya kupatiwa msaada na serikali, lakini ikifikia mambo ya pesa, hii pesa inarudi chini kutoka kiwango cha uh, uh, bilioni 18 hadi bilioni tano tukiangalia wale orphans pia inashuka. Wacha tupige hii sabu Nimrod, kabla haujanikata. Orphans pia namba ina double kutoka um, laki mbili uh, mia tisa uh, thalathini uh, mia tisa na tatu inapanda, inaenda double uh, laki nne uh, arubaini na tatu. Tukiangalia wale ambao wanaishi na ulemavu pia hiyo namba inapanda kutoka um, uh, 33,000 inapanda hadi 62, but zile pesa zina, zinasonga mbele. Kwa mfano kwa wale ambao ni wazee Unaona ya kwamba ukipiga hesabu ya 15 billion u, u divide na wale watu uh, laki moja na tatu, unaona hao watu wanapata kama elfu kumi na moja uh, kila mmoja, lakini hizi pesa huwa zinaenda kama baada ya miezi mitatu. Sasa piga divide by utapata, watapata 3 utapata, huu mtu atapata 3500. Ukipiga by 1 month every month in these 3 months, huu mtu anapata 1200 weka cost of inflation, kwa sababu maisha yamepanda. Huyu mtu anapata pesa kidogo sana, ambacho tukiangalia ile dignity hakuna. So unaona ni programs zinapeanwa, lakini zinazidi kumdhalilisha yule mwananchi wa kawaida. Nataka tuzungumzie tutakaporejea, maanake tunakwenda mapumzikoni eh, kwa sababu kuna masuala mengi yametokea. Tutasema kwa kimombo, nataka tukirejea, tuzungumzie kitu kinachofahamika kama exploding billionaire wealth, tuzungumzie corporate power, tuzungumzie colonial legacy, tuzungumzie taxation eh, kuhusiana kama solution na vile vile inequality hapa barani Afrika ikilinganishwa na mataifa ambayo yako ughaibuni na pia tuzungumzie kampuni eh, maanake nyingi sasa hivi zimelimwa na uchumi kiasi kwamba aidha haziwezi kuajiri zaidi au, hata zikiajiri, haziwezi kuongeza mishahara kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Uh, tutazungumza mengi, mtazamaji, usiondoke hapo ulipo, tunarejea.